Kama una miaka ishirini mpaka thelathini na tano na unajua kabisa ndani yako una uwezo mkubwa, lakini ukiangalia maisha yako hayafikii hata nusu ya kila kitu ambacho unajua wewe unaweza kuwa, hii video ni ya kwako. Katika video hii nitakusaidia mambo matatu: cha kwanza, utaelewa kwa nini umekwama; cha pili, utaelewa hii hali ilitokea wapi; na cha tatu, nitakupa mambo matano ya kukusaidia wewe kusonga mbele bila kujilazimisha bila kujichukia, bali kwa kuelewa. Kama unajisikia uko nyuma kwenye maisha, kama unahisi na unaona kwamba maisha yanaenda na wewe uko pale pale, baki na mimi. Ambo nikuulize kitu, sio kwamba hauna ndoto. Una ndoto, una maono, una mawazo, lakini unaanza vitu na uvimalizi. Unajipanga sana kuliko unavyotekeleza. Unasema nitafanya nikijipanga vizuri Ah, sasa hivi muda bado, halafu unajikuta mwaka unaisha na ndani yako kuna sauti na kuambia kabisa, ah, ningekuwa mbali sana zaidi ya hapa nilipo sasa. Watu wengi wanaweza wakafikiria labda ni uvivu au ni kukosa bahati au ni laana au ni bahati mbaya au ni mazingira, lakini vipi kama sio hivyo vitu? Vipi kama kuna kitu ndani yako kinachokuzuia ya wewe kupiga hatua na sio kwa sababu huwezi Aa. ni kwa sababu unaweza na ni kwa sababu hujui utakuwa nani maisha yako akibadilika. Kwa sababu ukisonga mbele kweli, hakuna pa kujificha. Watu wataanza kukuangalia, watu wataanza kuexpect au kutegemea kitu kutoka kwako. Utaanza kuulizwa maswali, na wakati huu utakuwa usemi tena ah, nilikuwa naweza. Aa. wakati huu sasa kweli unaweza ukijaribu kweli kutoka moyoni, unaweka jina lako mezani na mtu ambaye. Ukweli sio kwa sababu tutaki maisha mazuri. Kiukweli ni kwa sababu hatujui tutakuwa nani, maisha kibadilika, hatujui tutaishi maisha ya aina gani tukifanikiwa. Sasa naenda kukwambia hii hali ilitokea wapi? Asili ya kwanza ya hii hali ni kwamba mafanikio yaliwahi kumaanisha mzigo Ulifanikiwa, watu wakategemea kitu kutoka kwako. Ulipata sana watu wakategemea kugawa, au ulipata sana ukagawa, ukawa umebeba ule mzigo kwamba eh, kumbe nikifanikiwa itabidi nile na watu wengine, nikifanikiwa siwezi kubaki na kile kitu peke yangu, lazima nikigawe. O, kumbe nikipanda juu kutakuwa kuna watu ambao wanataka kunishusha chini. Na asili ya pili, kuonekana kunaumiza. Uliona watu ambao walifanikiwa wakaonekana sana, alafu mwisho wa siku ikawatokea pwani. Uliona watu maarufu ambao walifanikiwa wakasema tu kitu kidogo wakakosea tu kidogo, alafu wakahukumiwa sana, au watu wakawasema sana. Na hii ilikuwa ni mimi, nilikuwa naogopa mafanikio sana, sana sana, sio kwa sababu nilikuwa sijui na uwezo, nilikuwa najua na uwezo, lakini nilikuwa naogopa kwa sababu nilikuwa ninaona mifano iliyo hai kwamba oh kuna binti wa miaka yangu alifanikiwa, alafu jamii ikaanza kumsema, watu wakaanza kumtukana mitandaoni, alafu mwisho wa siku jina lake likaharibiwa. Kwa hiyo ni mimi nikawa nimeunganisha mafanikio na kusemwa. na mwisho wa siku nikawa naogopa kuthubutu, nikawa naogopa kupiga hatua, na inaweza ikawa siko peke yangu. Hiyo asili unaweza ukawa nayo wewe pia, kwa kujua na kwa kutokujua, kwa akili yako ikajifunza kimya kimya kwamba oh nikifanikiwa nitaumizwa. Asili ya tatu ni kwamba ulijifunza kwamba uwezo tu hauumizi kwa sababu kuwa na, u, na uwezo haimaanishi unajaribu. Unaweza kuwa na uwezo ukabaki hapo hapo ukiwa na uwezo haimaanishi utafeli kwa sababu una uwezo tu. Kwa akili yako ikajifunza oh, ni salama mimi kuwa na uwezo kuliko kujaribu. Kwa mara nyingi sio kwamba unaogopa kushindwa, ah uh ah. -uh. Unaogopa ni nini kitatarajiwa kutoka kwako ukishafanikiwa. Sasa nataka nikupe hatua tano zitakazokutoa hapo na kukusaidia kuanza kusonga mbele taratibu. Hatua ya kwanza, acha kuweka malengo makubwa, acha kujiambia kwamba nataka kufanikiwa, nataka kuwa mtu fulani, nataka success, nataka mafanikio. Ah ah. Instead, anza kuweka malengo madogo madogo kulingana na hapo ulipo. Anza kujiambia nini natakiwa kufanya siku ya leo kunisaidia kusogea kwenye lile lengo langu. Weka malengo madogo madogo, akili inaogopa malengo makubwa. Kwa hiyo mwisho wa siku unaona jambo kubwa alafu ufanye, lakini unavyoweka malengo madogo madogo, mwili wako na akili yako inakuwa comfortable na unaanza kusogea taratibu. Ya pili, punguza fikra za baadaye Acha kujiuliza kujiambia, eh, maisha yangu yote itakuwaje? Au maisha yangu yatakuwaje? Ah, jiulize wiki hii natakiwa nifanye nini? Wiki hii nataka kuwa mtu aina gani? Siku ya leo nataka kuwa mtu aina gani? Punguza ile ndoto yako kubwa, kuwa kwenye vi kwenye vitu vidogo vidogo, anza wiki hii. Usiwaze miaka yangu, usiwe miaka mitano kutoka sasa nitakuwa wapi? Ah, hiyo itakufanya uishie kuchelewesha mambo, utaishia kuprocrastinate kwa sababu ndoto ni kubwa, mzigo ni mkubwa, akili yako haijui kuprocess hiyo yote, na mwisho wa siku unajikuta haufanyi chochote kwenye maisha yako, unakuwa umekwama hapo hapo. Hatua ya tatu, tenganisha maisha yako na presha, presha ya mafanikio, presha ya watu watanionaje. Kufanikiwa haimaanishi kwamba utapoteza amani, haimaanishi kwamba utajisali, haimaanishi kwamba itahitajika wewe kuwa mtu tofauti. Tenganisha mafanikio na presha au expectations za jamii. Ya nne, anza kabla ya motisha. Usisubiri uwe tayari kufanya jambo, usisubiri labda nitajisikia a uh -huh. Hisia zinadanganya, anza kabla ujajisikia. Anza hivyo hivyo. Anza hapo hapo ulipo, kwa sababu hatua ndogo ndogo zinafundisha akili yako na mwili wako kwamba, oh, hapa niko salama. Oh, hapa napiga hatua. Oh, kama nimeweza kufanya kitu kimoja leo naweza kufanya kitu cha pili kesho. Hatua ya tano, badilisha maana ya kushinda. Kushinda haimaanishi mpaka utimize ilo lengo lako kubwa ndo umeshinda. Kufanya jambo moja moja, kidogo kidogo, kidogo kidogo, chukua uh, ushindi mdogo mdogo. Ushindi mdogo mdogo unapelekea kwenye ushindi mkubwa. Badilisha maana ya kushinda. Um, tunashindwa kufikia malengo ya kufanya vitu kwa sababu gani? Tunahisi ni mpaka niwe na duka kubwa, na utakuwa na biashara, ni mpaka niwe na kitu fulani, mpaka nimefikia namba fulani, mpaka akaunti yangu ina kiasi fulani, mpaka niuze oda fulani. Lakini ushindi kama nisha hiyo, oda yako moja ambayo unapokea kwa siku, hizo tano unazopokea kwa siku, hizo kumi unazopokea wiki nzima, huo ni ushindi. Badilisha maana ya ushindi, utaanza kupiga hatua. Usijilinganishe maisha yako na maisha ya watu unawaona, especially mtandaoni au kwenye jamii, kwa sababu mtu yote ambaye umeona amefika hapo alipo, kuna vita alishinda ambayo wewe hujui jui. Kama umejiona kwenye video, ijua kwamba hujachelewa na hujakoma kwa sababu hauna uwezo. Umekoma kwa sababu umekuwa ukijilinda. Kwa leo, nataka usibadilishe maisha yako yote. Chagua jambo moja ambalo unaweza kulifanya siku ya leo, jambo moja tu ambalo unaweza kulifanya siku ya leo. Na ukilifanya hilo, jua kwamba unaweza kufanya na la pili, na utaweza kufanya na la tatu, unaweza kufanya na la nne, unaweza kufanya na la tano. Leo usijilazimishe kubadili maisha yako yote, chagua jambo moja dogo ambalo litakufanya ujihisi uko huru, sio kuogopa wala sio kwa kujilazimisha, na hapo ndipo safari yako inaanza. Usisahau kulike na kusubscribe. Tutakutana siku zijazo.